Tunakukumbusha kwamba habari kuu duniani hivi sasa ni kuhusiana na kifo cha Papa Francis, na tunaendelea kukujuza mambo muhimu kuhusu eh, kifo chake, lakini pia kuhusu mchakato wa kumpata kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani. Na katika mchakato huu eh, wapo viongozi ambao wamekuwa wakitajwa, na kwa sisi ambao tuko Afrika eh, wapo eh, watu ambao Uh, wanatamani kuona eh, kiongozi huyo akitoka barani Afrika licha ya kwamba viongozi wenyewe wa kanisa Katoliki ambao wanakwenda kushiriki katika mchakato huu wanasisitiza kwamba wanachoomba ni kumpata eh, kiongozi bora bila kujali anatoka wapi. Sasa eh, inawezekana sab eh, baadhi ya makadinali wamewahi kutajwa kuchukua nafasi hiyo na kumewahi kuona takriban mapapa watatu eh, na inaelezwa katika karne zile za mwanzo mwanzo ambao walitoka barani Afrika wa mwisho ni Papa Gelasius na alifariki zaidi ya miaka 1500 iliyopita. Na kwa kumbukumbu -kumbu, eh, Papa Victor wa kwanza ambaye alikuwa eh, anatoka Afrika ya kaskazini anatajwa kuwa papa wa kwanza kutoka eh, Afrika uh, na yeye alikuwa papa wa kumi na nne katika eh, ule mtiririko, kwa mujibu wa maandishi ama machapisho mbalimbali ya -mbali, historia, licha ya kwamba watu wengi wamekuwa eh, wakidhani kwamba haijawahi kutokea kiongozi wa kanisa Katoliki kutoka barani Afrika. Naam, tuangalie sasa baadhi ya viongozi wa kanisa Katoliki e, barani Afrika, ambao wamekuwa wakitajwa mara kwa mara na vyombo vya habari na wachambuzi mbalimbali kutokana na misimamo yao, lakini pia rekodi zao za utendaji kazi. Kwanza tunaye kardinal Francis Arinze, huyo anatoka Nigeria. Ni mmoja wa viongozi wa ngazi za juu zaidi kutoka Afrika, alikuwa askofu mdogo zaidi duniani mwaka 1965 na, na inaelezwa kwamba wakati huo alipata uaskofu eh, eh, wakiwa na umri mdogo akiwa kijana mdogo eh, kwenye wasema in early 30s katika miaka yake ya, ya, ya mwanzoni ya thelathini. Eh, tunaye pia Kardinal eh, Fridoli Ambongo Besungu. Huyu kwa sasa ndiye rais wa baraza la maaskofu Afrika na Madagaskar yakijulikana eh, kama Sekam, na ni miongoni mwa viongozi waandamizi wa eh, ambao wamekuwa kitajwa wakitajwa katika pengine huenda eh, akawa katika nafasi ya, ya, ya, eh, kubwa katika kinyang'anyiro hicho, lakini pia yupo Kardinali Peter Turkson ambaye anatoka Ghana, eh, na aliwahi kuwa mshauri wa Papa Francis kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia na masuala ya haki jamii. Uh, ni miongoni mwa viongozi ambao wamekuwa wakitajwa. Kiongozi mwingine pia ambaye amekuwa akitajwa sana katika eh, eh, mchakato huu ni pamoja na Cardinal Robert Sarah, huyu anatoka Gine, na amekuwa ni kipenzi cha kundi la wanazuoni katika Kanisa Katoliki, lakini pia kipenzi cha waafidhina na wale watu ambao wamekuwa eh, wakitaka waki eh, yale masuala ya asili eh, ya, ya Kanisa Katoliki yaendelezwe kama yalivyo na eh, hata hivyo inawezekana kati ya hawa ambao sisi vyombo vya habari tumekuwa tukiwatazama, inawezekana pengine akawepo mtu mwingine tofauti kabisa, lakini eh, tumekujuza tu miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakitajwa zaidi eh, hasa eh, ambao wanatoka barani Afrika. Sasa hebu eh, tupate uchambuzi kidogo tu eh, kutoka kwa Padri Titus Ngapemba ambaye tunazungumza naye eh, akiwa Roma, Italia. Huyu ni mwanafunzi wa masuala ya mawasiliano akichukua masomo yake huko Roma. Eh, eh, Father, karibu sana kwenye matangazo yetu kwa mara nyingine, na pengine kabla atujaangazia hili ambalo tumekuwa tukiliangalia hapa kwenye jedwali letu, hebu eh, tuambie tu kwa ufupi, kwa sasa nini kinaendelea katika eh, mchakato huu wa mazishi ya Papa Francis sasa hivi. yeah, kinachoendelea ulilesh letwa mwili kwenye kanisa la Mtakatifu Petro ambako waumini wengine wanapata nafasi ya kuweza kutoa heshima zao za mwisho, kwa sababu kama nilivyoeleza mwanzo, walianza kwenye kikanisa kidogo cha Mtakatifu Marta, ambaye alikuwa anaishi kule ndani, ana kikanisa kidogo askofu, na nakw, na watu wengine, makadinali wengine na wasaidizi wengine wachache. Kwa hiyo wakafanya kule madhehebu yale ya, ku, ya kumwombea, na kimsingi walifanya madhehebu ya kumwombea e, walivyomaliza tu zile sala maanake kwa tangazo lile la kutoka kwa, kwa neno na sala kutoka kwa kadino eh, ambayo tunamwita eh, kamelengo maanake, wanasema sesheni ya kwanza ishafunguliwa. Makadinali sitini wakakaa kikao, kikaanza waka wakati wengine wakaa wanazidi kuja. Kwa hiyo baadaye wamefanya maandamano wanaita translation kwenda kwenye kanisa sasa pale mbele kanisa lile kubwa wamemweka kule ndani kwa watu wanafanya heshima zao za mwisho, hii inachoendelea. Kwa hiyo hizi zitaendelea maombolezo, na tayari wameshatoa wa ratiba kama tentative, nafikiri pia, sidhani kama itakuwa na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu itaendelea hivyo, baadaye wataadhimisha mm, itakuwa sehemu ya mwisho ya, ya misa yenyewe ambao wameshatoa atakayeadhimisha misa pamoja na shughuli zingine zitakazoanza kwa ufupi. Kwa hiyo mambo yanaendelea, watu wanazidi kuendelea kutiririka na kama nilivyosema awali pia, tunategemea tunategemewa kupata watu wengi sana kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa jubilei, na jubilei maana yake wanafungua mlango mkubwa ule kanisa kila baada ya miaka 25. Kwa hiyo ilikadiriwa kabla ya hapo kuna watu karibu milioni zaidi ya milioni 40 wanategemewa kwa Roma katika mtiririko kuja kufanya hija. Kwa hiyo pamoja na msiba, maki msiba huo unakusanya watu wengi. Sasa tunatarajia kutoka kuna watu wengi mno na tayari watu ni wengi mno na vingo vya habari vingi mno. Kwa hiyo hii kinachoendelea sasa, wengine wanakuja ku, kuomboleza wengine wanakuja kufanya hija, walishapanga kufanya hija, wengine wanakuja kushangaa process zinazoendelea, e, very complicated za Roman Catholic, jinsi kuchagua papa zinakuwa zina mvuto fulani, jinsi mchakato wake unavyoenda, ambao kimsingi hatuwezi kuongea details zaidi like, kwa sababu makadinali wana wanaelewa taratibu zinaendaje, na kwa kweli kuna watu wanaongoza walio specialize katika mambo haya, kwao wanatoa taarifa kila sasa, kila mara wanatoa taarifa kuweka kama kuna kitu kipi kinafanyika. Kwa ufupi, hali ni hivyo. Kwa hiyo, katika maombolezo, wakati huo, Makadinali wanaendelea na shughuli nyingine kama kawaida. Na ngapemba na, umemtaja hapo Kamelengo, ambaye anakuwa kiongozi ambaye anasimamia e, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna kuwa na mchakato wa kumpata kiongozi mpya wa kanisa Katoliki, majukumu yake pengine yanaishia wapi, hasa hasa kwenye kuliongoza kanisa kwa wakati huu? E, sasa hivi e, kuna kipindi sasa baada ya kuzikwa ndo wanaita sede vacante, maana e, sede ni kiti vacante, maana kiti kipo wazi. Sasa maana kuna yeye ana e, baada ya pale ndo mchakato unaanza, maana yeye majukumu yake kimsingi hasa, tunamuona papa anapofariki tu, yeye ndo mtu anayepaswa kutangaza, anatangaza, anavunja pete aliyovaa, anadestroy destroy, anasema, anavunja pete aliyovaa halafu ana ile muhuri ambao wanatumia wa, wa kusudi kuweza kuprotekti kwa, sijui wakati wakachukua pepa ambazo ama wakaandika pepa wakatumia zile muhuri wake na vitu na vya namna hiyo, kwa hiyo protect document ambazo ni za kanisa mm. Na vile vile mlango umefungwa kwa utepe mwekundu, nilituma baadhi ya picha fulani, umetumwa kwa, umefungwa na umeweka gundi na utepe mwekundu, hakuna mtu na kuingia. Kwa hiyo vitu vyote vya kwake ndani vimefungwa mpaka atakapokuja tena mwingine, maana yake wameprotect hiyo. Sasa huyu ndio anayafanya yote na kufanya ile prosesi zote za maz maz maz mazishi ana timu yake, ofisi yake kabisa maalumu, anafanya hivyo, na tayari imeshatoka ratiba kwa sababu uh, maanake wanachaguliwa sasa makadinali, miongoni mwa makadinali watatu watachaguliwa na kila baada ya siku tatu watachaguliwa tena wengine. Kwa hiyo makadinali hao watasema, wata katika watawasaidia kufanya kazi na kamilengo watafanya naye kazi. Kuna makadinali wa aina tatu tunaita um, cardinal episcopate, kuna makadino maskofu, kuna makadino mapadre na makadino mashemasi. Kwa hiyo wameshachaguliwa tayari na wao watasaidia, baada ya siku tatu watachaguliwa tena wengine. Kwa hiyo mchakato utaendelea hivyo hivyo mpaka atakapopatikana papa, maana atakapoingia kwenye kikao baada ya kuweza kumpata papa. Kwa hiyo issue zao ziko kidogo, naweza kusema ziko, ziko complicated, zina, sasa la, mengine atolea tunaona tu ametuma hiyo kwenye website kwenye nani yao. Sisi tunafuatilia kujaribu kusoma na wananukuu, ili inatoka peji gani kitabu gani, maana kile kiliandaliwa miaka mingi iliyopita zamani. Kwa hiyo ameshapanga pia kwa mfano Parolini ni masiku ya Jumapili atafanya maadhimisho ya misa takatifu saa tano asubuhi na huyu kamelengo mwenyewe ana, ana, anaweza kuingia kwenye mchakato wa kuchaguliwa kuwa papa. Manake kwa mfano kama huyu wa sasa hivi cardinal uh, Kevin Farrell yeye naye ana na, umri wa miaka 77 na 7 na umri wake unaruhusu, pengine naye anaweza akawa miongoni mwa watu ambao wanaweza wakachaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki. Hey, manake ni miongoni mwa E, wanaochagua yani, hmm, na kuchaguliwa yuko miongoni mwao, yaani wote wanaofanya zile naniu, wanaoshirikiana wote ni miongoni mwao, wenyewe kwa wenyewe hmm, wenyewe kwa wenyewe katika ule ambao, ume ambao umekwisha elezewa na kushatajwa kusha. Kwa hiyo yu, yupo katika nani hiyo. Sasa tumalizie tuma, e. Na hili kumekuwa na ki, kiu kubwa. Uh, nafahamu pia ngapemba umekuwa ukifuatilia kwenye vyombo vya habari tumeona, wamekuwa wakitajwa sana makadinali kutoka Afrika, na inaonekana kwamba kumekuwa na kiu hiyo kubwa tu ya e, yeah, watu kutoka Afrika e, pengine kuona kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki duniani anatoka barani Afrika. Na tumeona majina hayo ambayo yamekuwa yakitajwa sana binafsi, e, una, kwa uchambuzi wako unaona kuna uwezekano kiasi gani wa, wa, wa, wa e, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kutoka Afrika yenye Uh, makadinali kumi na wanane kati ya mia moja thelathini na watano ambao wanakwenda kushiriki katika uh, uchaguzi huo ya yeah, wametoa ratibu makadinali mia moja kumi na saba mpaka nilivyoiona jana, mia moja kumi na saba. Anyway, eh, issue ni kwamba wanatajwa baadhi ya makadinali, lakini mimi binafsi na mtazamo tofauti Hmm. E, kwa sababu makadinali hawa wengi wao wameishi katika zama zao na zama zetu, tunaweza naweza kusema katika digital world, ulimwengu wetu sasa, wanaona mambo mengi, wanaona mambo mengi yaliyofanyika, yali, yali na sasa na hata wanaona wanaona ya kwetu yanayofanyika, kwa hiyo hawaangalii hivyo kadinali uh, uh, anatoka katika bara la Afrika nini, watu kama wanavyoshabikia. Na mitandao ilisha kuanza kutoa siku nyingi kabla papa atajaanza kuugua, alipokuwa uh, na uh, anateteleka pia uh, kipindi fulani kutembea, walishaanza uh, kutoa majina. Mimi na mtazamo tofauti, kwa sababu nafikiria hawa wazee wa makadinali wanaangalia eh, wanajuana wenyewe miongoni mwao, wanaangalia upepo wa kanisa koje, kwa sababu kukumbuka kwamba yule, uh, atakayekuwa papa sio papa tu, ni rais wa nchi kwa hiyo wanaangalia katika upana huo, fikiria rais ra, unakuwa rais wa nchi e? Kwa hiyo watataka mtu wa namna gani, wa kutoka wapi, mengine hatujui e? Kuna mambo mengi ambayo yako ndani yake, maanake anachaguliwa rais wa nchi. Of course katibu wake lazima kwa sheria hapa anakuwa raia wa nani, wa Italia kwa sababu ndio anaelili hasa, na mambo ya kama vile ya kidiplomasia, ya ki na mambo mengine kama ya ya kisiasa nanini, na nini na mambo ya kiusalama. Kwa hiyo anakuwa mzaliwa wa hapa, ila kardinali atakayechaguliwa kuwa papa anatoka nchi nyingine. Sasa wao wanaangalia ndio kama ulivyosema, kuna mtazamo, wale ambao wana mambo ya mitazamo ya kizamani, ambao wanataka ku, kuendelea na taratibu zile zile za kanisa za zamani baada ya mabadiliko, sababu papa Francis, tunakumbuka kwamba yeye amekuja ni papa ambaye amekuwa kama katika zama zetu na amebadilisha mambo mengi na kuna wengine, ni wazi, wengine hawakupenda zile mambo ya, ya tradition yeye ya badilike wapo walikuwa wanataka mambo ya zamani yaendelee. Kuna uzuri wake, kuna ubaya wake. Sasa miongoni mwao kuna wahafidhina na wengine na vinyume kinyume chao. Sasa labda katika kundi hilo, na nimeona tabia baadhi ya wachambuzi wanaangalia katika mtazamo wao, angalia kwamba kutoka Afrika kwa mfano, pia Tagle, Tagle anatajwa sana hivi. Ni kadinali ambaye ni maarufu sana mno hapa na nje na kila sehemu, na alishafika kwenye eh, siku kuu ile ya Mesia Tanzania, alimwakilisha Papa. Kwa hiyo naye pia anatajwa. Na katika nchi zingine Naam, Ngapemba, nakushukuru sana Father. Asante sana kwa kuzungumza nasi na kutakia majukumu yao, pengine tutaendelea kuzungumza na utaendelea kuwajulisha Watanzania zaidi yale mambo ambayo yanaendelea hapo. Tunakushukuru sana kwa muda wako, na pengine tutapata wasaa mwingine wa kuzungumza nawe zaidi. Naam, ni Padre Titus Ngapemba ambaye eh, ni mwanafunzi wa masuala ya mawasiliano akifanya masomo yake huko Roma, Italia. Tukizungumza naye kuhusiana na mchakato unaoendelea wa kumpata uh, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani na rais wa Vatican na vilevile uh, na vile vile pia uh, mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa kanisa hilo, Papa Francis.